wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr Timothy Ndambuki, amewataka wenyeji wa eneo la Ukambani kuunga mkono serikali ya Rais William Ruto ili kunufaika na miradi ya maendeleo. Askofu Mkuu, akinukuu baadhi ya miradi ya maendeleo inayoendelea eneo hilo la Ukambani, amesema kuwa itakuza uchumi wa sehemu hiyo. Aidha, amesema kuwa wakati ukiwadia mwaka watachagua kiongozi watakayemtaka. Taarifa ile tumeandaliwa naye mwanahabari wetu Fredrick Wambua. Wakati huu serikali ya kitaifa inaendelea kufanikisha baadhi ya miradi ya maendeleo katika maeneo mbalimbali nchini. Askofu Mkuu wa Kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dkt. Timothy Ndambuki, ameendelea kuwarai wakazi wa Ukambani kuunga mkono serikali ya Rais William Ruto ili kunufaika na miradi ya maendeleo. Hivi ni, ni kusonga na serikali, siri ni kuenda na raisi atupatie miradi ya maendeleo, alete kwa watu, sio kwangu. Na baadaye 2027 mheshimiwa, 2027, kila mtu achague vile anataka. Wale mtapenda Ruto mtachagua yeye, wale ambao mtakaa kwa hiyo imani nyingine mtakaa. Siku hiyo mlileta baraka mbaraka mbaraka moja mitaboni girls Waliniambia, askofu, tuombee mbasi kutoka kwa rais. Mbona unaongea na yeye sasa? Nikiongea nikamwambia mimi ni mtumwa nimetumwa. Wamepewa mbazi tayari. Hiyo hiyo village wakakutana waka naye hapo nje, wakamwambia hatuna shule, pale mbale na watoto wetu hawasomi Wakapewa 5 milioni, na hiyo shule imeanza kujengwa tayari. Askofu Mkuu akihuzunishwa na baadhi ya wanasiasa ambao wanatoa maneno ya kuwakejeli viongozi wa makanisa ambao wanamleta Rais William Ruto Ukambani, akisema miradi hii itakuwa ya maana, sio kwa bali itakuza maeneo hayo kiuchumi. Sisi tumeitwa mikora na tumeitwa mikora na, wa na, na viongozi sisi hatuwezi kuwatukana uh, siwezi kusema lolote lakini, kama ukora ni kuleta uh, rais kuja kuletea watu wa Machakos na Ukambani University ambayo itainua uchumi wa sehemu hiyo, kwa sababu naona mbali uchumi hapo. Nyinyi mko hapa na mnajua huo ushuhuda wangu You can look at seku here kwa ponza ilikuwa town ama ilikuwa kishaki eh? Na sasa ni town hiyo. Tunasema tukipanda ingine na ingine Ukambani, our economy ita, ita, ita, ita, ita, ita grow. Taendelea ku, ku, kuendelea. Aidha, amewaonya wenyeji wa Ukambani kwamba wakikosa kujipanga vizuri na kuegemea upande wa serikali basi watakaa kwenye baridi kwa miaka miwili iliyosalia na pia miaka mitano ijayo. Bangi kitu ijayoona temba ve kittumukwete Tuenda tua ni kindu kingi ke unga mama kiungama makuweni itwenda tuano kingi ni nanoiiwa ni yeah. Akamba mikkengwmũũakamba twaveuka twĩkala mbevonĩ myaka le tũika 2027 na myaka ĩngĩ 5. na kwa myaka monza taha mũi twĩkala twĩhĩanĩ munene muno. Amezungumza haya katika Kanisa la ABC Kisani Katangi County ya Machakos. Frederick Wambua.